Bwana Yesu asifiwe. Karibu Chama cha Biblia cha Tanzania, taasisi ya Kikristo inayosimamia na kuratibu shughuli zote za maandiko matakatifu, yaani Biblia, katika nchi ya Tanzania na nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania. Karibu Bible Plaza, jengo la kitega uchumi wa Chama cha Biblia cha Tanzania lililojengwa katikati kabisa ya jiji la Dodoma. Jengo hili liko barabara ya 11 jijini Dodoma lakini linapakana na barabara ya Hatibu Road. Liko karibu kabisa na hospitali yetu ya mkoa inaitwa General, lakini liko karibu kabisa na jengo la CCT makao makuu. Karibu upange pamoja nasi, tuna huduma za maduka katika gorofa yetu ya kwanza, lakini tuna floor sita au gorofa sita ambazo zinafaa kwa ajili ya kumbi za mikutano, zinafaa kwa ajili ya ofisi za shughuli mbalimbali huduma zetu ni nzuri jengo lina huduma zote ambazo zinahitajika kama huduma ya umeme unaotegemewa kabisa maji masaa 24 lift ya kutoa ghorofa ya kwanza mpaka ghorofa ya sita lakini tuna mifumo yote ya ulinzi pamoja na uh, CCTV cameras zinazoweza kuonyesha mazingira ya nje na mazingira ya ndani karibu sana ili uweze kupanga pamoja nasi kwa lengo la kupata kipato ambacho kitatusaidia katika kuongeza tija katika kazi ya maandiko pamoja na kuongeza uwezekano wa kupata maandiko kwa gharama nafuu ambayo kila Mtanzania anaweza kuimudu. Kumbuka kwamba maadili yetu yanategemea kabisa uelewa sahihi wa neno la Mungu, na neno la Mungu likiwa la kutosha, basi taifa letu la Tanzania litakuwa bora. Karibu sana.